Kuna operation ya viwanda vya dawa, kipimo chako ni kuifanya Tanzania ijitegemee kwa asilimia si chini ya sabini ya zile dawa tunazoweza kuzalisha. Najua waziri yuko hapa ayuko. Najua um, kuna, kuna kazi imeanza kufanyika ya viwanda. Nenda kaisimamie, lakini mwelewe wanaowekeza ni kina nani kuna watu wengi wanahamu kuja Tanzania wanakwamishwa ardhi, wanakamishwa na ukiritimba wetu. Nataka ukasimame viwanda vya madawa vijengwe humu ndani, vijengwe na tujitegemee by 2030, tujitegemee kwa asilimia sitini ya themanini. Sawa haya, utasemwa mengi, sijui wa Crown Radio sijui wa Crown nini, sicho nilichokupelekea. Najua unaweza unaweza kusimamia viwanda vya madawa. Wawekezaji nenda kasimamie, eh.